Mheshimiwa mkuu wa mkoa karibu Arusha. Arusha ni mkoa wa wajanja. Watu wenye upendo mkubwa na wenye bidii ya kutafuta pesa. Na bahati nzuri umekuwa kiongozi hapa. Na kwetu sisi ni shukrani kwa Mungu na kwa rais wetu Daktari Samia kutuletea mtu wa aina yako kwenye mkoa wetu wa Arusha. Nina mambo makubwa matatu ya kwako. La kwanza, hakikisha ofisi yako Mungu ameketi. Mungu akikaa kwenye kiti chako watu hawa watapata haki, na Mungu akikaa kwenye kiti chako atakufanya kuwa tumaini la wananchi wa mkoa wa Arusha, ya kwamba nikienda kwa, kwa kiongozi mkuu wangu wa mkoa, jambo hili nitapata jibu. Hakuna mwenye mawazo binafsi kwenye uongozi, tunahitajiana. Shirikiana mdogo wangu na kila mtu. Wananchi wa mkoa wa Arusha wana mawazo mazuri, haijalishi ni balozi, haijalishi ni mwenyekiti wa mtaa Haijalishi ni muuza mchicha, kila mtu anayo mawazo. Jambo langu la mwisho kwako, kiongozi wangu, mbele ya watu hawa ni kuahidi nitakutii na kukuheshimu bila kujali umri, bila kujali nimekutangulia kuingia serikalini, kwa kuwa wewe uko hapa kwa mamlaka na umevishwa kofia na heshima na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nitakuwa mwananchi wako mwema. Utaniona kwenye hivi viunga, ukinihitaji nitakuja. Natambua mipaka ya uongozi, na ukishakuwa mstaafu, kaa nyumbani, tulia. Ukihitajika utafanya nini? Huu mji umejaa wastaafu wengi, tena waliofanya kazi kubwa na heshima kubwa. Kwa hiyo utatukuta tupo na tutakupa kila aina ya ushirikiano kwa wananchi, jamani, niwaombe kwa unyenyekevu mkubwa ushirikiano mlionipa mwongeze kwa mkuu wetu wa mkoa, na zaidi ya yote tumwombee, tuwe mkoa wa mfano unaoombea viongozi badala ya kulumbana nao kwenye mitandao na kuwatukana. Na ofisi yako Mheshimiwa kiongozi nimeibadilisha kwa hazi ya makao makuu ya Afrika Mashariki. Kwa kuwa wewe utakuwa ni mwenyeji wa makao ya Afrika Mashariki, mabalozi, taasisi zote kubwa zilizoko hapa, basi ofisi ya Mkuu wa Mkoa inapaswa kumwakilisha Rais wetu katika hadhi hiyo. Mwenye macho haambiwi afanye nini? Na mwenye masikio afanye nini? Hongera sana, Sinia. Mungu akubariki sana. Katika kuwapongeza watu binafsi huwa sina unafiki. Huyu mwamba kazi anaijua na anaiweza na anaichapa kweli kweli. Wanasema first impression matters, ndio hii ndiyo kutana nayo Arusha. Sikutarajia kukutana na hawa watu wote, sijui hata mmetoka wapi, ila ni upendo wenu na namna mlivyoishi na viongozi wenzangu wake Yesu, nyanyua mkono juu damu yake na sadaka